Bato wa mingi banasimaka semile mboga abazoe kuikula me apa mvila deni, tuko naye Rebecca, tunakuwa naye Dagael, naye alipenda leo ake participe Moto Mapishi kusudi tena afundishe wazazi gizi ya kupiga aubergine melange avec na, melange na nyanya. Aksanti sana, mtajua mengi katika iki kipindi ketu. Sher telespectateur kwa gizi nilibambia, niko naye Da Gael naye Da Rebeka tutaanza ku Da Gael kusudi aweze kutwambia namna gani ataweza kutupigia leo aubergine yenye iko melanje na nyanya. Da Gael, jambo. Jambo sana, Da Lusiana. Ndiyo kwa leo mwaiye msetu ya moto mapishi ulipenda leo tufundishe gizi ya kupiga nyanya na aubergine. Unaweza tu-expliquer gizi utaipiga. Asante kwa kunipa wakati. Hmm. Gisi tutapiga hii nyanya mm. Haiko nguvu kuipiga, lakini sote tutaona gisi tutaanza mapishi. Tumeona pale viungo, tunakuwa poaro mm. Poaro mswahili yetu tunaita matunguu mm. Tunakuwa na onyo, tunakuwa na aubergine, tunakuwa na nyanya mm. Tunakuwa na tomate, tunakuwa na poavro mm. Tunatia ndani na karoti, tunakuwa hapa na yeye wanaitaka noix de muscade tunakuwa mm -hmm. na tangausi na hai iko hapa pembeni. Wengine wanapenda watie kib, mimi nazoea utilize hii kib paso mm -hmm. Ile ndio itatuservire leo jinsi ya kupiga nyanya tunamelanje na aubergine hii mm -hmm. Inakuwa legime inakuwa ndani ya famie moya. Wengine wanazoea kupiga nyanya hapa na aubergine hapa. Sasa sie mm -hmm. tutamelanje yote limoya mm -hmm. ndio Tumefikia hapo sasa, asante etape hapo yako, tunataka piga sasa obesine yetu. Tumepata maepisi zote hizi, tulianza kumwanza, tuli explique tumezitengeneza, zile zilikuwa tayari. Sasa hapa tunaanza piga obesine yetu, tushaikata tushaichanga na nyanya pale zinachangana. Episi zilikuwa tayari, sasa tunaanza piga

na kahai wanapimaka hai n naye na atapata gizi ya kutia ile hai ile pwaro na hai, hai itamservire hii vengine vyote kama havipate tu naye ataweza kupiga aubergine mm. Shukuko vengine wanapigaka aubergine haitakuwa na tomate naantaka legume ver mm. ile legume nak aatatia tomate. Kama hauna za tomate, hauna za poavro, hauna za tangausi zatangausi tuko na imuskade tuko pale. Kama hauna vile vyote, tunaitilize tu kwaro na hai ile aubergine yako tu nayo nitakuwa na guya mzuri. Ndio, asante ndio madamu. mm-hmm. Kuko aina ngapi ya kupika ile legume yetu? Asante, hapa tunakuwa na aina mbili ya kupiga legume yetu. Ile legume kunakuwa mwenyeo na kuna wakati ya kutosha kama kuna wakati haiko nawakati vya mbio mbio, unaishia kupata rasio, hatupati eliboya kwa mwiko. Una wakati atezi pata mchana, anaipiga yake pole pole. Ile mwiko na wakati ataanza kalanga onyo. Akisha kalanga onyo, kisha kona kakulele ya shokola na kalanga poavro poavro, anatia poavro poavro, anatia hai hai, anatia tangausi na karote yote anakalanga, anakuwa anatia himaye tu kidogo kidogo Ikisha kwanza napata navyo karangi, anatia tomate. Tomate na napata karangi, anatia ndani kibe. Anatia kibe. Yote kisha kalangana bie, kisha pata kakulere ya bie wa mamai tu biko kule wanashua piga sana. Mm. Ikishapata pata kakulere, kisha nakamata, nasha tosha hii obergine, naisha toka ndani mai, njua anaitia ndani, anafinika. Deo. Anafinika anakuwa na sirve kidogo na iko napitisha isilungule isibane chungu. Ndio. Ile ni etape ya kwanza ya mwenye ko na wakati. Deo. Na mwenye hana wakati sasi, hapa tuko kwa pesha kwa magharibi tuko na facha chapuchapu, shuti tukule watoto wasilale. Ndakamata tu mimi natia kwanza aubergine ndani ya mafuta. Nikishatia aubergine mimi namwanga epice zote limoya, mimi nafinika. Hmm. Nikishafinika mimi nachunga kidogo, ile imaya ilikuwa ndani ya ubershine inakuwa sana inakauka, mimi naanza pitisha, mimi nakalanga, hatutie hmm, yake ndani mai juu, ni legume tunakulaka pembeni na huko supu. Mm, ndio njoo hatutie yake ndani mai, na unayafahamu haya yako yote, isipondekane isipondane, inakuwa tu na huko nono sei, ni nyanya na yenye ni ubershine mm, ile njoo yetu, yetu, tutapiga leo juu hatuna wakati nyakati zinakosa zinatusonga. mm. Ndiyo, Salaamu.

Beni, watu wanapenda ndizi kwa mingi, wanaikulia ka kundizi yenye haikomale pie. Sasa hapa leo sio tutaikulia ku bugali ile kime, tunapenda kuikula na bugali ya mihindi tike bila kuchanga miogo ndizi tayari ya kugeuza i tuna, tunageuza maji imekauka, na epise njo zile zimeregea e, e, e, e, e, e. Ona sasa epise mtamu hapa, ndakula na bugali, minasikia vieka epise tunjoakamekwa tayari, tunageuza tu pale inaiya inaigya tunageuza, tunageuza katomati kasha regea

ni mai juu aikuluake na bugali ile yetu ya miogo tunaza kula na ndizi na bugali ya miingi yenye aiko teketeke komsta unakula unasikia butamu. Tomate njo iko mzima mame, ukaponda hapa kidogo utona gizi kana regea hmm. Kanaregea kana ivi ya bien, ndio ii mai lihitokea ikitokea mtomate na kakifukutu kaile kakufinika, tukale kakifukutu. njoka naibishaka haikule, wakati hapa si tumetia sasa hivi kumoto, njo imeivya, imeivya kabisa ka wakati tu kadogo kadogo tu, tunataka songea kwa bugali tunakula na ile saa tunapatia watoto, hamuna tasa samaki, hamuna kiku watoto wanakula wanashiba, watoto wanakula, hakuna kulata, hakupata za samaki tu, kuna kabila tu vile watoto wanakula wanasikia bien ncoaka, hakabani hata kuchungu tu, ni kawakati kadogo na tena, imoto tu hidogo, imoto tu ya badili ni makala hidogo tu inaidia, iko legime inaidia tu kakifufu Sasa bugali tunatokota tunatia bunga. Hii ni bugali ya mihindi tu, hatutienda ni miogo. Sasa tunatia mihindi, tunatia bunga yulu, tunatia bunga pale, tuko natia bunga, tunatia bunga bie atukauna mezire, unatia bunga. Sa waongezee tena bunga, waongezee na mai, tunatia bunga pale, tuko natia bunga ile. Ni mihindi, ni mihindi kabisa tunaita kaunga kaunga, na hapa beni tunazoaita semule, iliko semule tumetia unga, tunamaliza maliza tunatola sasa ime, sasa mfiniko tunafinika, tunafinika inatokota juu hii, na inatokota pale, kuna tokota tunachunga tu kelke miniti na atuka, tunachunga kelke miniti itakuwa imeiva. Sasa tutasonga pale, iko natokota natokota, natokota. Iko na tokota naiko naivya vye, tutakula na watoto watakula, situpite mtumbu kama ivyvye. Napita mtumbu teumaja miindi yenye aikalangiwe yenye aipigiwe, ili napita mtumbu tu, unachunga inatokota, inaivya, miindi yetu inaivya ya. E minute tu pale tutachunga tu 5 hata 3 minute kaisha unasonga

Tunasonga tu, tunasonga, tunasonga kabisa. Hayo mbe unaongeza, sio kwa presha juu ile bunga, kama ichomoke bila kwa tu na hiyo na na Aisha ile mai iko ndani ukasema, no, unaongeza bunga, unaharibisha maneno bali vale, tuko nasonga eh eh eh eh eh eh, Buta mwa kabugale tujoka le, tuko nasonga. Ndio ile inaanza bana, inaanza kamata, tuongeza bunga mai, ndio inaanza jikaukia ndio pale tuko na soka bugali yetu, ile ni mihindi tu, hamuna miongo kabisa, hamuna na miongo inombao. Tuna mesure deja, wakati unonake mai metoko, tuna mesure, unatia mobunga eena pashe ene. Ndio unatia bunga inapasha enea, unaona mai opeke tuko mama, unaangalia iyi mai naii bunga nikaitia tita enea ukaongeza bunga pale, umeharibisha na haitahivya. Ukaongeza na mai na umeharibisha. Ona dada iko na songa, iko na haraka kusonga, kuleka legimu yake pale, njo lala kicheko mdomoni. e, e, e, e. Ona dada iko nasonga kabisa kabisa, hmm. pale kule, iko prese, akulekalegimu yake pale. Na kabugali tunapenda hii sana kabisa hiyo ndio hmm. jani ni kuisongea kumoto a... bila kuishukisha hivu gani, tunaisongea kumoto. Ukaishusha itakuwa na haitapata nani na haitaiva na kuipakuli itakuwa ngufu kuipakuli, na kwa deja jani imekuwa ngufu ngufu ndio, tunaisongea kumoto tu, tu vile mpaka utaipakula. Niko kumoto ukaishusha itakuwa imekuwa deja sali jiwe. Ile moto iko naipatia tena tu ile kuregea, hiyo nakaamata na bien unasabu. Wakati sasa ya kuipakula, tunaipakulia tu kumoto. Dada pale anatupakulia, ndio bugali, wanaita bugali ya mihindi kaunga seke. hmm. Ndio kabugali yetu kale kanaivya, watu wanawazaa hii bugali tu ni a wasodaji, watu wanasema eh! Natuletea bugali wa soda, nasema si vile tushaka na kula ibugali, nakuwa butamu sana, butamu kabisa tena. Bugali yenye iko ekonomike hmm. iko ekonomike sana, yenye miogo inakuwa ya mingi me. Hii unatia hata ekilo batu watakula ta 10 persone, ile ekilo me miogo tike ekilo haitoshaki. Na kungambo ya nutrition, na kungambo ya nutrition ibugali inakuana inaletaa fose ekukwana ipatia watoto, inaletaa forse. Unaona mtoto mwembamba ukampatia kitu ananyangula kabisa, ukampatia kitu ananyangula, ukona nguvu atanyangula kitu, na forse yote iko different. Na bugali ya miogo, ona naizi mtoto achafurahisanata kula bugali, bugali. Bugali bugali na kalegime tukaubegine na nyanya, ndio pale tumekuwa tayari kukula. Hapa tunataa shofe, tunachangamkia bugali, nomba kula moto moto.